Sasa nahisi mimi ni... kwa, kwa sababu wasi... mm. kidogo <gasps> na miaka ya kumi kumi, kwa ninachohisi kwamba inakwamisha watu wasifungue uzalishaji mali sana, mambo ya sakos, inawezekana ni neno moja lili inalosema kwaya zote ni mali ya baba, sasa ni mali yao. Sasa ikiwa hivyo, kwa mimi inavyoelewa, nahisi kama tukianzisha sakos ama kukopa, mimi naweza kawa na pesa kwamba niingize labda niingize milioni ishirini isumbuke na wenzangu wairukiwe kutiamini. Sasa kama nimeingiza siku hiyo, baada ya siku tatu kwaya ikafanya kosa labda labda wawaparuka akasema sto kwaya uian haki yangu mimi nitaipata kwa hiyo, tunasema sisi kama parukia ya ya Bukoba, tuwape nafasi kwanza tuweleweshane juu ya kwaya eh, maana yake nini na kwaya inaweza kufanya nini, labda mpaka sehemu gani? Kwa sababu si kila kitu tunaweza tukifanya. Ndio maana hata na hata maelezo yake ya awali anajaribu kuonyesha ujasiriamali, lakini katika muktadha na mipaka ya kwaya. Sasa kwaya kama kwaya ikitaka ujasiriamali au kwaya ikitaka ujasiriamali, ataweza kufanya nini na nini? lakini ujazuiwa kufanya ujasiriamali kama mwanasiasa eh, kama mtu w wana utamaduni eh. Kwa kwaya kusema mali ya paroko, nadhani hiyo ni namna ya kuongea. Kwaya ni mali ya kanisa, sio mali ya paroko. Maana paroko anaweza ni paroko kwa eneo husika Ndiye msimamizi na mlezi wa kanisa. Kwa hiyo anayesema mali kwaya imani ya paroko hajakosea sana, ila akisema ni mali ya kanisa anakuwa sahihi zaidi, kwa sababu imani ya kanisa maanake nini. Kwaya inatofautishwa kwa maana hiyo na kikundi kingine cha ujima Tume, ndio hapo kama kwenye u... wene umoja kwa kata ni utume. Kwa hiyo kama utume unalelewa na imani na kanisa na misingi ya kanisa tunapofanya utume wetu, kwa hiyo chochote tunachokifanya kama wanakwaya, tunalindwa na kulelewa na kanisa. Sasa kwaya, umesikia sehemu nyingine kwaya zimeanzisha hata biashara kubwa kidogo awaweginwa na mabasi. Sasa kwamba mmenunua basi haimaanishi sasa mtaanza kufanya ndio yataka ili muendelee kuwa na mabasi siko, mnalipata mkijua kwamba ukinunua kama ni basi mmenunua kama kwaya, ninafanya biashara kwa ajili ya kwaya maanake Kwaya ni mali ya kanisa, basi ni mali ya kwaya. Kwa hiyo basi ni mali ya nini?